Tunachoamini kama kwa, kwa sababu sisi mradi wetu unalenga unaolenga malezi ya watoto. Sasa hatuwezi kufanya kazi na mlezi moja kwa moja, tunayefanya naye kazi ni mzazi. Kwa hivyo sasa, kama mzazi akishapata uwezo wa kuwa na rasilimali hasa rasilimali fedha, maanake anakuwa na uwezo wa kumuhudumia mtoto huyo bila kuwa na changamoto zingine, kwa maana ataweza kumpa mavazi, ataweza kumpa malazi, lakini na yale yani huduma ma, zingine zote zinazosaidia katika makuzi na maendeleo ya malezi ya mtoto kupitia mradi wa SOS wa masuala ya malezi na makuzi kwa watoto, wanavowawezesha hivi vikundi ambavyo vina wababa na wamama, wanawapa pia elimu ya utunzaji wa fedha elimu ya namna ya matumizi sahihi ya fedha, lakini elimu sahihi ya malezi yana makuzi ya mtoto. Tunaamini watoto wa mitaani wanatokana kwa sababu na changamoto za kiuchumi changamoto za kiuchumi. Kwa hiyo huyu mzazi anavyopata hii elimu kutoka kwenye hii shirika la SOS ni rahisi kuweza kutoa elimu sahihi ya malezi na makuzi ya mtoto. Kwa hiyo kupitia mradi huu tunaona utaboresha pia kupunguza watoto wanaoishi katika mitaa. toka tumepata haya mafunzo ya mkoba, tunatunza hadi elfu ishirini na tano kwa kila mtu kwa wiki tunakopa. Zamani kiwango chetu cha kukopa ilikuwa elfu hamsini sabini laki moja lakini mpaka kwa sasa tunakopa hadi laki sita saba nane na tunarudisha vizuri kabisa bila shida. Mi kwa ninaona tu kwamba serikali kweli tusaidie tu hata kwa wamama, ili mradi ukienda kuuza hata kama ni mboga mboga upeleke kwenye isa. Mwisho wa siku, ulikuwa hauna kiwanja, ununue hata kiwanja. Mfano unakopa laki sita unatenga laki nne unanunua kama ni simenti unaweka una unaweka, unatafuta na mfyatuaji. Hii laki mbili inabaki kufanyia biashara na kuanza kurejesha kidogo kidogo mkopo wako. Niko hapa tumeitwa na SOS, tunajifunza kuhusu e, mkoba. Na bado tunajifunza kuhusu isa. Kuna hii isa tunayocheza ya kwetu ya maendeleo ya jamii ambayo maana ya isa ni hela ya mwanakikundi mwenyewe anayojiwekea. Halafu hapo hapo kwenye isa kuna akiba, na akiba ni hela ambayo wanaiweka wanakikundi kwa ajili ya malengo yao ya baadaye. Pia hapa tumejifunza kuhusu mkoba. Tulikuwa tunaweka hela zetu tunaziweka sehemu moja Yani, anakaa nazo mwasibu. Tulikuwa tunapata changamoto sana, labda mtu anafiwa, mwasibu anapigiwa simu apokei. Lakini hapa mkoba imetusaidia sana, tumeshaanza tayari tunaweka hela zetu mkoba pale. Mkoba tumeweka kila mtu, yani, tumepanga kila wiki tunakaa tunaweka hela. Ila tumefungua mkoba mbili, tunaweka hela kila wiki tunaweka elfu kumi. Lakini bado kila mtu akipata hela tuna wenye viti wawili kwenye hicho hicho kikundi Ukipata elfu ishirini ukipata elfu hamsini unaweka. Tumeweka malengo ya baadaye kwa ajili ya kununua kiwanja, kujenga ukumbi wa kikundi. Kwa hiyo, kwanza, cha kwanza niwapongeze SOS kutuletea hili shirika au kampuni kwa ajili ya kutunza fedha zetu kuwa kwenye mikono salama, tofauti na zamani. Kwenye vikundi vya hisa unaweza kukuta vikundi vina mifuko zaidi ya mmoja, mfano kama mfuko wa maafa ambayo tunaita mfuko wa jamii. Kuna huu mfuko wa kuendesha kama wakukopishana, lakini pia kuna akiba ambayo sisi tunaita, tunaita, tunaita, ni mfuko wa kudumisha kikundi au kutunisha mfuko wa kikundi, ule huaga haugawani. Sasa kipindi cha nyuma zilikuwa zinatunzwa fedha hizo na mtunza hazina au kamati tendaji. Mwisho wa siku, sasa binadamu kama binadamu, wanaweza kukuta ametunza fedha lakini kumbe amefanyaje, ameitumia na mipango ya fedha ni tofauti na matumizi, unapokuja kumdai na kuambia fedha sina.